Katika kile kinachoonekana kama hatua iliyopangwa vyema na kundi la makatibu wanane kutoka wizara mbalimbali mbali kupigia debe uungwaji mkono wa rais William Ruto kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Kundi hilo linajitambulisha kama timu kazi na limesema lengo lao ni kumsaidia rais kutekeleza miradi yake. Wakizungumza wikendi hii huko uh, sh, uh, Shartuka Kilgoris, kwenye harambee ya ujenzi wa kanisa la Shartuka, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa nchi kusalia pamoja wakati tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Aidha, wabunge waliokuwepo walitumia fursa hiyo kuwarai wa Kenya kuunga mkono serikali jumuishi. The state of education in Kenya is strong. Mambo ya CBC, wala CBC imeshika laini. Mambo ya universities imeshika laini. Mambo ya TVETs imeshika laini. The state of education in Kenya is strong. Investment ambayo serikali inaweka ni mingi kuandika walimu elfu mia moja imeweka kila mtu ndani, iko masai ndani, iko yule mwingi, hata mkuri yako ndani, hata pokoti yako ndani. Jamani, hiyo si ni serikali ya kila mtu? Rais wetu ameangalia kila mtu ama hajaangalia? Ameangalia. It is now evident in kenya that one single political party will not form government it requires a coalition of parties. Ndio tuko na serikali inaitwa broad based. Broad based maana yake ni kwamba ma wale ambayo wamechaguliwa kwa vyama mingi wote sasa wako ndani ya serikali, kwa sababu serikali ya William Ruto, na kodi ambayo ikitoa natumia na sisi wote, ni kodi ya Wakenya wote alikuwa waziri wa